Morogoro linamshikilia Shabani Mziba, mkazi wa mji e, mpya a, manispaa Morogoro, kwa tuhuma za kujifanya afisa wa jeshi hilo. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro, Uriti Matei, amesema kuwa tarehe 30 e, mwezi Novemba mwaka huu katika eneo la Kingolwira, Mziba alijifanya kuwa ni afisa wa jeshi hilo na kughushi muhuri wa kituo cha polisi kati kinyume cha sheria. Taarifa zaidi na Mudika Lyampawe. Shaba ni Mziba, mkazi wa mji mpya, manispaa ya Morogoro, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa kugushi muhuri wa kituo cha polisi kati Morogoro, kisha kumwandikia barua mazao Ngale, mkazi wa mkono wa Mara, akimtaka waonane ili waweze kujadili kesi inayo mkabili ya kuoa mtoto mdogo. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Ulrich Matei, anaeleza zaidi tukio hili. Tarehe thelathini mwezi wa kumi na mwaka huu majira ya saa kumi na moja, jienu, ya ya jioni huko maeneo ya Kigorira kata ya Kingolora manisipa ya Morogoro, askari polisi walifanikiwa kumkamata Shabani Mziba au kwa jina lingine Justin, ana miaka 46, mkulima mkazi wa mji mpya, akijifanya kwa yeye ni afisa wa jeshi la polisi kwa kugushi mhuru wa kituo cha polisi kati Morogoro, kisha kumwandikia barua mazao ngale masai mfugaji mkazi wa mkono wa mara, akimtaka waonane ili waweze kujadili kesi inayomkabili ya kuoa mtoto mdogo. Tumwani endelea kuojiwa na atafikishwa mahakamani baada ya uchunguzi kukamilika. Katika tukio lingine, jeshi la polisi mkoani Morogoro limemfikisha mahakamani mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Kajuna Roimamu, mkazi wa Mbagala jijini Dar es Salaam, na kisha kuhukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela kwa wizi wa shilingi milioni tatu baada ya kumlewesha abiria mwenzake kwa juisi iliyochanganywa na dawa ya kulevya. Kamanda Matei anaeleza zaidi na kutoa tahadhari kwa abiria wanaosafiri hasa katika kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka ni kwamba mnamo tarehe moja mwezi wa kumi na moja majira ya saa kumi na mbili jioni Kajuna Antoni Rehema, huyu mkazi wa Mbagala Maji Matitu alikamatwa na polisi eneo la Kingolira mara baada ya kumwibia pesa taslimu shilingi milioni tatu abiria mwenzake aliyekaa naye kiti cha pili, kiti kimoja, ambaye alijulikana kwa jina la Ibrahim William au kwa jina lingine Mkwawa, mwenye miaka 38, mgogo mkazi wa Dodoma. Kwa kumpa jisi aliyochanganya na madawa ya kulevya na kisha cha kupoteza fahamu na hatimaye kulaza hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Mtuhumiwa na mlalamikaji wote walikuwa ni abiria wa basi namba T 669 DGB mali ya kampuni ya Shabib Line, na walikuwa wakisafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma. Kipindi hichi ni kwamba madereva wengi sasa, kupitia kipindi cha mwisho wa mwaka, watakuwa wanaendesha magari barabarani, wengine bila kufuata taratibu za barabara. Jeshi la polisi tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba magari yote yanafanyiwa ukaguzi. Askari wa barabarani wanatosha na wanavipima mwendo, lakini pia ni ulevu wanao. Ni Monica Liampa TBC Morogoro.